Mtaalamu huyu wa siasa Macpherson anasema kuwa hii hasa ndiyo iliyokuwa demokrasia ya asili kabla ya ile ya kiliberali, na anasema kuwa mwanzilishi wake alikuwa ni Jean Jacques Rousseau Mfaransa yule, yule tuliyekwisha mwona huko nyuma, na demokrasia hiyo anaiita Classic. Classic akiwa na maana kuwa chimbuko lake ni falsafa ya Wayunani na Warumi, yaani ni mambo ya kale. Mtaalamu huyu Macpherson anasema, na nanukuu, misingi ya utetezi huu adilifu kuhusu imani hii ni hatima ya heshima na uhuru wa binadamu. Mtaalamu huyu anaongeza kwa kusema, anasema hivi pia, hilo ndilo lilokuwa lengo la demokrasia ya kiliberali lakini anasema kuwa wameshindwa, wameshi kulitimiza au kulifikia, kwa sababu Rusu alisema kuwa ni ili liweze kufikiwa, ni lazima jamii isiwe na matabaka isiwe imegawanyika katika matabaka yaani, anasema katika Kiingereza, undifferentiated general will, undifferentiated general will, ambapo hali katika jamii eh, hizo za kibepari kigezo kikubwa ni matabaka ya walio nacho na wasiokuwa nacho ila lengo hili linatekelezwa kikamilifu e, katika nchi za ulimwengu wa tatu na zile za kisoshalisti au kikomunisti, zisizo e, na jamii iliyogawanyika katika matabaka sasa. Nashukuru sana kwa mtazamaji na msikilizaji, tumefikia e, mwisho wa kipindi chetu cha pili, na naomba kabisa muendelee kusikiliza vipindi vinavyobaki, na, na naomba radhi wa usita sita katika kusoma kwangu hii ni kutokana na, na, na, na, na matatizo ya macho, maana kijitabu hiki nilikiandika mwaka elfu moja elfu mbili na kumi na tisa lakini nimekuja kutoa eh, elimu hii eh, eh, kwa, kwa, kwa umma mwaka elfu mbili na ishirini na nne nikiwa na umri wa miaka themanini na moja kwa hiyo macho yameshakwisha. Asante sana na washukuru sana.